Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Ni kusalimu mtazamaji wa TBC1, popote pale ulipo ni kusalimu sana mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Karibu nyumbani uh, mwa mambo yote ya uwekezaji yanavyoendelea hapa nchini ambapo hapa ndiko nakopata taarifa hizo kupitia kipindi chako pendwa cha Wekeza Tanzania. Kama ilivyo ada, kuletea Wekeza Tanzania, mimi ni Vumilia Mwasha nikiwa naongozwa vilivyo na mwongozaji wakati wote Wekeza Tanzania ni Ligwa Mugitu lakini bila kusahau wadau wetu muhimu na wanaotuwezesha wewe kuona uwekezaji unaoendelea hapa nchini, nao hapa tunazungumzia benki yako ya kizalendo, kwa herufi kubwa, benki yako ya kizalendo ya Bank na iko tayari kukuwezesha wewe mwekezaji kwa maana ya kupata mtaji kwa ajili ya kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Karibu katika mtaa wa Msese Kinondoni, mkoani Dar es Salaam, ambapo hapa tunakuja kuangazia uwekezaji mkubwa uliofanywa katika sekta ya afya, na nyuma yangu kama unavyoona, unaona uh, Shifaa Pan African Hospitals Limited. Huu ni uwekezaji uliofanywa na sekta binafsi ambao thamani ya Okay, uh, ni dola za Marekani milioni 60. Tunakuja kuangazia haya kwa undani mtazamaji, ili uweze kuelewe hasa tunapozungumzia swala zima la sera yetu ya utalii tiba. Ni kwa kivipi sekta binafsi nao wamejiandaa kwa ajili ya swala hilo. Na hapa mtazamaji, wa Wekeza Tanzania, tunaye mwenye jua wetu ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali hii uh, Bashir Harun ambaye atadadavua kwa undani haya yote ya uwekezaji. Tumefurahi sana kufika Shifa. Nashukuru sana dada yangu <laughs> dada Vumilia <laughs> Kwanza kabisa natoa shukrani zangu za dhati kwa TBC mm -hmm. kwa kazi nzuri mnayofanya y kuwafikia wananchi mm -hmm. na kuwapa habari moto moto, <laughs> zikiwa za kiuchumi <laughs> na kadhalika. Vumilia <laughs> <Dada laughs> <Dada> <laughs> leo kama ulivyosema <laughs> umetembelea Shifa Pan African Hospital. Huu ni mradi wa binafsi mm -hmm. ambayo umewekezwa katika sekta hii ya afya mm -hmm na group ya Oilcom Group. mm -hmm. Oilcom Group ni Watanzania mm -hmm. ni wazalendo mm -hmm. na wanafanya biashara mbalimbali katika nchi yetu mm -hmm. Wamewekeza katika sekta za mafuta mm -hmm. Tumewazoea sana huko eh, eh, uh -huh. Sasa wakaona kwamba na pia sekta ya afya eh -huh. Lazima tuisupport serikali yetu Gavita. Lazima tuwasaidia Watanzania mm -hmm. Kwa hiyo utakuta kwamba huu ni mradi wa kimkakati uh -huh. mradi pekee kabisa ambayo umewekezwa na Oilcom Group uh -huh. wakiongozwa na chairman wao uh, Mr. Amir Nahdi uh -huh. kwa hiyo ni mradi ambao unagharimu dola milioni 60 uh -huh. na ni mradi ambao ni wa kimkakati uh -huh. na huu mradi ni mradi ambao umewekwa kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Lakini wakati nasoma bango hapo Shifa Pan African Uh, na nashukuru uh, sana dada, dada. Umenigusa, ee, umenigusa mahali papo kabisa, ehe. Dada, tumeanza, ehe, na hospitali hii lakini hii ni kuweka azma yetu kwamba kampuni hii ya Shifaa Pan African Hospitals, maana yake tunatarajia kuwa na hospitali zaidi ya moja, lakini kila kitu kina mwanzo wake, ehe. Sasa hivi tumewekeza katika hapa na baadaye tunategemea kwamba nitakupa mkakati wetu wa kuwa kwamba tumeenea nchi nzima Tanzania. Tadavumilia, awali ya yote. Ehe. Nataka kukuambia jambo ambalo ni muhimu sana. Ehe. Uwekezaji maendeleo hauwezi kuja bila amani. Ehe. Nchi yetu ni nchi ya amani, na tunasifikana dunia nzima kwa kuwa na amani. Kwa hiyo hilo swala limeanza kutoka awamu zote zilizopita, lakini hii awamu ya sita imeweza kutumia swala hili la amani uhum. na utulivu ulioko katika nchi yetu uhum. kuleta mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa hiyo utakuta kwamba mazingira yakikaa vizuri, uwekezaji utakuja tu uhum. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu pamoja na serikali yake kwa kweli wameleta mazingira mazuri sana ya uwekezaji kiasi kwamba unaweza kuona kwamba sisi Watanzania wa ndani tumehamasishwa na, na, na, na sera hizo, na sio hivyo tu mm -hmm. Hata wa nje wakiona sisi tunawekeza na wao pia wanakuja mm -hmm. Kwa hiyo huu mradi umeanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm -hmm. Kwa hiyo ndani ya miaka miwili mm -hmm. tumeweza kumaliza hospitali hii mm -hmm. na mwaka jana mwezi wa tatu tumeweza kufungua milango kwa Watanzania mm. Ni mradi wa kimkakati tuende hapo kwa faida ya wa Watanzania, na umesema Watanzania wa, wa kawaida kabisa ujue. uh, shifaa uh, ukisikia shifaa ni kitu kikubwa sana na hapa tumefika leo uh, tumeona ukubwa wake mm. Kwa Mtanzania wa kawaida wa... kitu kikubwa ambacho hata sisi tunakuwa na tension mm. au tunakuwa na mawazo kwamba wasije watanzania wakaliona hili jengo wakaogopa kuingia. Kwa kweli, hilo ni suala ambalo hata sisi limetugusa kufikiria kwamba watanzania wanaanza kuogopa mm -hmm. Lakini nikuhakikishie kwamba mradi huu umeanza mwaka jana mm -hmm. mwezi wa tatu mm -hmm. na serikali kwa kupitia bima mbalimbali na bima yetu ya taifa ya NHIF mm -hmm. wameweza kutupa kuweza kuhu kutusajili, na kuanzia mwezi wa tano mpaka sasa hivi tunaona bima yoyote hivi. Wakati ule hatujavukia kwa kufika kanda, kwa sababu huwa hospitali iki ikianza. Kwa hiyo tukuwa tunachukua mpaka hizo wekeza timiza na zote hizo ambazo zinawagusa Watanzania na Watanzania wa hali mbalimbali wameshaingia hapa, wakatibiwa na wamefurahia, mm -hmm. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kanda mm -hmm. na tunapokea bima za aina zote. Jengo lenu ni, lina wings ngapi? Lina gorofa kumi mm -hmm. na haya ni majengo makubwa matatu mm -hmm. yameunganishwa pamoja mm -hmm. kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni sawa na kuwa na gorofa kumi majengo matatu ambayo yameunganishwa ndani kwa ndani. Wow, ili kuweza kutoa huduma katika ubora wake. Mabadiliko ambayo tumeyaleta ambayo tunaendelea kuyaleta katika nchi yetu yamebobea katika mihimili mikuu mitatu. mhimili mm -hmm. wa kwanza ni kwanza ka miundombinu. Hospitali hii na mradi huu umewekwa katika miundombinu ya kisasa mm -hmm. miundombinu tuliyoweka hapa mm -hmm. zimewekwa kwamba safari nzima ya kupata tiba sahihi mm, ili kupata uponyo mm -hmm, kwa, kwa, mihimili hii mitatu inagusa. mm -hmm. La pili tulilo muhimili wa pili mkuu ambao umezingatia katika mradi huu ni vifaa tiba mm. Kwa mfano nitakupa kitu kimoja tu, mfano wake dada yangu Vumilia, mm -hmm, kwamba mama anapokuwa mjamzito eh, tunakwenda katika sehemu mbalimbali mm -hmm, tunaita kliniki ya uzazi mm -hmm, na huwa mama pale anaangaliwa mtoto anavyokuwa na kuna mashine inaitwa ultrasound mm. Hizi mashine zipo sehemu zote mm -hmm. Na watu wakina wa, wa, wa, wa mama wote wanapata huduma hizo, kama mtoto anakuwa vizuri mm -hmm. Mambo yote yako salama, lakini kwa muda mwingine unaweza kukuta kwamba katika wa, wa, wa, wa, wa kina mama mia labda mmoja au wawili mtoto anapozaliwa anatundu katika moyo mm -hmm. Au ana mambo mengine ambayo ni ndani. Sasa yale yanahitaji kifaa ultrasound ambayo tunaita fetal detection, maanake sio tu kuangalia ukuzaji wa ule mtoto bali na viungo vilivyoko ndani yake. Kwa hiyo tumejipanga kimkakati kuwa na mashine za aina hizo ili tuweze kufanya uchunguzi kwa akina mama wajawazito. mm. Na kama kuna tatizo basi hilo tatizo tunaweza kulizungumzia, mm -hmm. au kulifikiria jinsi gani ya kutatua kabla ya mtoto kuzaliwa. Wakina mama vijacho mpo, habari hiyo umepewa. <laughs> Asante sana dada, kwa hiyo la la mwisho uh -huh. ni, ni kuhusiana na rasilimali watu ba, Bashiru hataki tuwasumbue tu, tu uh, wagonjwa wake wanaopata huduma, ndio maana anataka kuongelea mambo mengi hapa nje, lakini <laughs> <laughs> mtazamaji wa Wekeza, ut, utatazama huko ndani na kuona hivyo vifaa na mambo mengine kama sawa. Kwa hiyo muhimili wa tatu ni rasilimali watu. Napenda kukuhakikishia dada Vumilia na kuihakikishia serikali yangu kwamba hii hospitali itaendeshwa na Watanzania mm -hmm. na Watanzania tunawapa uwanja wa kucheza. Kwa hiyo ka, niko tayari kabisa kukutembeza <laughs> <laughs> na kukuonyesha <laughs> yale ambayo nimezungumza nimezungumza, sawa sawa. Uh, kabla hatujaenda Mr Bashir, uh, ningependa sana uh, kufahamu upande wa ajira mradi huu hmm. mpaka sasa hivi umeshaajiri Watanzania wa Tanzania zaidi ya mia tano na utakapokuwa unavyokuwa na pia mi, nani zingine zikafunguka, idara zingine zikafunguka mm -hmm. Tunatarajia tuna kutoa ajira kwa watanzania elfu mbili elfu mbili Naam, naam. Hiyo ni mpaka mwaka gani? Mpaka mwaka huu mwishoni, mwakani tunatarajiri tutakuwa na ajira watu wa elfu mbili Naam, safi sana naam. Mtazamaji wa wekeza Tanzania, tupate maneno kutoka kwa mdhamini wetu, naye ni Azania Bank, benki ambaye pia anatoa huduma za bima mbalimbali. Kwa hiyo mbali, unaweza ukaenda na ukapata masuala ya bima mbalimbali mbali. Pia baada ya Azania Bank, benki tutarejea, bado tunaendelea kukuonesha, na leo tupo kwenye uwekezaji na tunazungumzia uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya afya za Tanzania baada ya maneno murwa kabisa kutoka benki yako ya kizalendo. Hapa tunazungumzia Azania Benki ambayo pia hata kama wewe una ndoto pia kuwekeza kwenye sekta ya afya, wapo kwa ajili ya kupa mtaji. Tuende sasa ndani watu wa Calibson, uh, Calibson. By the way Mr. Harun wewe uh, ni daktari hapana? lakini <laughs> mtazamaji, nimemuuliza hilo swali kwa sababu amenipa shida sana, nikuwa nakata, anaenda kwanza anaongea na mgonjwa, akishamaliza kuongea na mgonjwa anarudi tena tunaendelea kurekodi kurekodi. Ndio maana nimemuuliza hilo swali dada. hii ni, uh -huh. ni passion yangu uh -huh. niko hapa kwa kwa ajili ya uh -huh. kwa ajili ya ya wagonjwa, siko hapa kwa ajili ya hospitali. Kwa hiyo licha ya kwamba hujasomea daktari lakini ile hospitali ah, nimeipenda nime sana. Hapa tulipofika hapa sasa hivi, dada yangu, ni reception yetu. uh -huh. kama unavyoona, reception yetu inaweza kuchukua zaidi ya wa watu 300 kwa wakati mmoja, na unaweza kuona kwamba labda wagonjwa walioko ni kidogo sana. uh -huh. usione kwamba hospitali ina wagonjwa kidogo, tuko efficient. uh -huh. hatuoni uh -huh. sababu ya wewe kukaa hapa kwa muda mrefu upate huduma uendelee. uh -huh. kwa hiyo hii ni tunaita main reception na uh -huh. kingine dada yangu, ni kukumbusha yale maswali yako uh -huh. kwamba vipi? Mtanzania wa kawaida, sasa napenda kukuhakikishia kimoja, hii reception hii mm, inachukua mtu yeyote yule, awe bima ya NHIF, mm, awe keshi, mm, awe VIP awe nani, wote wanakaa ha, hapa mm -hmm. na unaona kwamba imewekwa katika mandhari nzuri, mm, sio kama sehemu zingine kwamba tunawawekea mabenchi mm, watu wanakaa nje huko. Kwa hiyo hapa unakuja unakuja kwa kwa, kwa, kwa, kwa, huduma nzuri mm. Kwa hiyo watanzania wote wanakaa hapa na wanapewa huduma sawa. Yes. Baada ya hapo uh, tunaelekea wapi? Uh, tunaweza famasia. Uh, kwa hiyo hapa sasa hivi tuko katika uh, ground floor tunaita eh, ghorofa ya chini. Kwa hiyo hapa kuna reception, main reception, ambayo utapatiwa huduma na maelekezo. Kama kuna dawa umeandikiwa, pia mwisho unazipata hizi dawa zote hapa, na unaondoka unakwenda zako nyumbani. Kwa hiyo unachoona mbele yako hapa ni famasia ya madawa, famasia kuu. Eneo gani lingine ambalo tunaweza tukaenda watu wakapata? Sasa hivi tunaweza kupitia hapa tukaenda radiology, alafu tukaenda sehemu zingine hapa. Dada, tunaita radiology ni sehemu ya kuchukua uh, vipimo vya x-ray, CT scan, MRI, ultrasound na ni sehemu ambayo inakuwa na mionzi. Kwa hiyo hii pia imetengenezwa kimkakati na kiutaalamu kiasi kwamba wale wanaokuja na wagonjwa pia wasiweze ku kupata wow, ile mionzi. Uh, kama hakuna mgonjwa nitaomba uingie ndani uone. Mm -hmm. Mm -hmm. Tunaingia hapa katika x-ray room, x-ray 1 mm -hmm. Mm -hmm. Na kama unavyoona ni muhimu sana kuweka vitu kama hivi mm -hmm. ili kuonyesha kwamba kama kuna mama mjamzito atueleze mapema. Ah, okay, ndio, yes. Mm -hmm. Kwa hiyo hapa unaona hii x-ray ni ya kisasa kabisa mm -hmm. kiutaalamu inaitwa digital mm -hmm. na unaona mashine zake pale mm -hmm. na kompyuta zake baada ya hapo sasa tunaingia huko kwenye sehemu ambazo tunaita mashine kubwa eh, tunaita hii hapa, unaona ndio MRI na hiyo nyingine inaitwa CT scan. Kwa hiyo hapo unaingia katika MRI machine uhum. Hii mashine ndio ya kisasa kabisa, inatumia mpaka artificial intelligence iko hapa na mgonjwa anakuwa pale ndani. Ah, mimi nishaanza kutumia. Ndio. Nayendio yeah? E, dio unaona, na huku ndiko ndio dada yangu hapa ni CT scan mm -hmm. Ambayo ndivyokuambia kwamba sasa hivi pia ina bora wake mm. ni mashine ambayo i wanaita slides mm. Uh, mrembo, tumefurahi kuona tumefurahi kujua ndo mwenye kitengo chako mpaka mm -hmm. um, ukawa bo bobezi kwenye mambo haya CT scan, kwa ujumla mambo haya mm. ili kuchukua miaka mingapi? Aa, kuna digri ambayo inatolewa Muhimbili pia mm -hmm. na Bugando mm -hmm. ambapo inafanya ubobezi wa mambo haya yote pamoja na kutibu kwa kutumia mionzi ni miaka minne mm -hmm. la total of 5 years, mm -hmm. 4 years clinicals, mm -hmm. 1 year ya darasani na clinicals na Aha. Safi, kazi zinaendeje kwa ujumla na umesoma Muhimbili au nani? Umesoma Muhimbili, ah, Muhimbili. Product from Tanzania kabisa. <laughs> <laughs> <laughs> Kazi zinaendeje kwa ujumla, and how is it feel kwamba mmesoma lakini mnakutana na vifaa kama hivi? Tunafurahi kwamba tunapata kufanyia kazi vile vitu ambavyo tunavisoma darasani, tunaviona, ambapo tuna uwezo wa kufanya kitu ambacho hata India, wanafanya kipimo hicho hicho. Miongoni mwa mambo ambayo tunapambana nayo ni pamoja na magonjwa yasiyoambukiza, na tunaambiwa kwamba yanasababishwa na uzito uliopita kiasi

ambayo kwa analysis yako unaioneje? No, hiyo wait iko juu. Natakiwa nifike ngapi? 65 nitakuwa vizuri zaidi. Ndarudia urembo. Sio baya sana, mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Sawa, nimesha nimeshajua nimesha, nimesha, so. <laughs> kwa zingatia, kao nitazingatia. Tumetoka radiolojia, na hii sehemu ya radiolojia kwa kusubiria. Ndio, baada ya yeah, hapo

kumi katika mm. upande huu na mm. upande wa pili mm -hmm. kuna lifti ambazo zinachukua vitanda mm -hmm. wagonjwa, na udumu, uh -huh. kuna inachukua wagonjwa pamoja na wahudumu na kuna lifti mbili kwa ajili ya madaktari tu mm -hmm. au wahudumu wa afya kwa sababu wakati mwingine wanahitaji kufika sehemu kwa haraka zaidi, kwa hiyo tumewekeza hivyo pia. Kwa hiyo huku unakonipeleka sasa hivi, tunaenda tunakwenda katika ghorofa ya pili, tumefika mm -hmm. katika idara ya emergency mm -hmm. uh, emergency ni kwamba kinapotokea mgonjwa mahututi amekuja hospitali, hawezi kupitia katika idara za reception na kadhalika anahitaji huduma mm -hmm. hapo kwa papo na hapo, tunaona wataalamu wetu wako hapa. Huduma ya dharura ni muhimu sana kwa Tanzania wote mm -hmm. so, especially kwa Dar es Salaam mm -hmm. na kuona na sio tu huduma ile, elimu mm -hmm. ya huduma ya dharura mm -hmm. ni muhimu sana kwa Tanzania, so nia yetu ni sio kupatia tu huduma lakini hata elimu ile mm -hmm. kwamba wakija wanajua nini cha kufanya mm -hmm. Watanzania wengi wanafika hapa mm -hmm. wanafika na bila ambulance, wanafika na gari hiyo hiyo, sio style yaani, ambapo wa, nani, watu wa nchi tofauti, tofauti tofauti kama Amerika na nini wanachofanya mm -hmm. so sisi tunataka tulete hiyo hiyo mentality kwa Watanzania, na ndio maana unaona tumefanya investment kubwa kwenye equipment na pia madaktari, kama unaona wote wako train kwenye emergency, na mimi ni daktari bingwa wa dharura. Na zaidi hapo, sasa tunaelekea katika upande ule ambao tunaita upande wa dialysis, yani mambo ya kusafisha figo. Ndio na tutatarajia. Unaweza mkaanza lini upandikizaji wa figo? Utaanza mwakani mwezi wa sita Mambo ya upimaji wa afya peli. Da. Sasa dada hapa hiki ni kitengo cha kupima afya mm. Yani, executive health, mm. Yani afya yako kwa ubora wake mm. Na tunawahimiza Watanzania waje wapime afya. Uzuri wake ni kwamba unapokuja katika kitengo hiki haujisikii huko hospitali mm. Unajisikia huko katika hoteli fulani ndani mm, ya masaa mawili, hizo mashine zote zinazotumika kufanya vipimo mm, havitumiki na wagonjwa wengine mm-hmm. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao ni mm, Tanzania, wa kipekee hapa Tanzania. Mtazamaji wa Wekeza Tanzania, tumebahatika sana kukutana na wataalamu uh, na wataalamu wengi bahatika kukutana nao ni vijana. Uh, dokta, habari za kazi? hivi wakati unatupa majibu, baada ya hapo huwa unatupa kwa kutabasamu hivyo hivyo, tunapona kabisa. <laughs> tunapona kabisa. Uh, kulikuwa na ile kwamba Watanzania hawana mwamko sana wa kuja kupima afya zao uh, mpaka wapate uh, changamoto hili uh, kwa uzoefu kidogo tu tangu mwanze, unaliona iji mwamko huo kweli hupo? Okay, katika Shifa Pan African Hospital tumejikita katika Executive Health Department mm -hmm. ambayo inahusiana na mambo ya checkup mm -hmm. na kuhamasisha Watanzania kwa ajili ya kufanya checkup mm -hmm. Kwa hiyo katika hospitali yetu tumejikita katika department hiyo na tunahamasisha sana Watanzania katika kufanya checkup. Nimefurahi kuongea na wewe. Yaani ongea yako tu mgonjwa napona. Asante sana, asante sana. Yani napona. <laughs> sana dokta uh, Maganga, tumepata sifa zako kutoka kwa, kwa, kwa Mr. Haroon Uwekezaji huu uh, unaupa tafsiri gani yaani, kuhusu elimu daktari wa kitanzania unaweza ukamuweka kokote ku mm -hmm. wako waliosoma nje kama sisi, tumeanzia Muhimbili tukapata nafasi ya kwenda kusoma vyuo vya nje Ulaya na kurudi, lakini kilichokuwa kinakosekana ni uwanja mm -hmm. ule uwanja wa kuja kucheza sisi madaktari katika kiwango cha kimataifa mm -hmm. ndio ilikuwa, ilikuwa kama gap. Sasa uwekezaji unavyokuja kama Shifaa wanatupatia sisi mabingwa uwanja wa kucheza kwenye viwango vya kimataifa. Dada, hapa tumeingia theater. Theater, mm -hmm. theater ni sehemu ambazo uruhusi kuja. mm -hmm. kwa hiyo naweza kushangaa kwa nini nimekuleta mm hapa -hmm. mm -hmm. tuna theater nne, ziko ghorofa ya sita mm -hmm. hii ni awamu ya pili mm -hmm. ambayo mwisho wa mwezi huu utakuta huwezi kuingia tena. Aha. kwa hiyo hapa tumeongeza theater mm -hmm. na theater tunazoziongeza hapa ni za aina mbalimbali mm -hmm. sasa hivi tunamalizia awamu ya pili mm -hmm. ya hospitali ni, ni, ni wa pili mm -hmm. kwa hiyo awamu hii ya pili inamalizika mwezi wa nne, itakuwa kamili imekamilika idara zote mm -hmm. mwezi wa tano tunategemea kuzindua na inaamani kwamba mheshimiwa Rais ataweza kuona matunda <laughs> ya uongozi wake na <laughs> atakuja kuzindua hapa kwa sababu itakuwa imefanyika ndani ya miaka yeah, minne ya kwake. Yes. Uh, ya, ya uongozi. Yes. Tunazungumzia uwekezaji wa bilioni 162, si mchezo. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, tumekuwa na mkurugenzi mtendaji wa Shifa Pan African Hospitals Limited. Sasa nimekutana na na bibie Victoria Tarimo ambaye ni meneja masoko wa hospitali hii. Sasa naomba utuonyeshe sample ya chumba kimoja, kwa kwa kanuni najua hatutaki kusumbua, tutaki kusumbua wagonjwa huko kote, kuna wagonjwa, nitawaonyesha chumba kimoja ambacho hakina mgonjwa. Kwa sasa, ya kiko ah, okay, maeneo ya hapa. Kwa hiyo hii ndio wodi yetu ya chini kabisa mm -hmm. ambayo tunaita ni general ward. Mm -hmm. ambayo iko lakini ni semi private nikisema kwamba ni, eh, kwa ni mgonjwa mmoja na mtu kama hapa kumwangalia mm -hmm. lakini kuna privacy mm -hmm. pia ya curtain. Kwa hiyo anakuwa mm -hmm. kwenye chumba chake mm -hmm. eh, okay. kwa hiyo ukiziba hii naauoni na okay. huku tayari kuna private. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, ambako kunakuwa kuna kitanda cha mgonjwa mmoja mm. kama hivi mm -hmm. lakini pia kuna hii hapa ni sofa bed mm. hili ni kochi lakini vilevile vile, uh, unaweza ukatani kuwa kitanda mm. kwa hiyo kama una mgonjwa, kuna mtu wa kumwangalia hapa anaweza akajiegesha na yeye, wakati anamhudumia mm. mgonjwa wake akalala. Yani hii ni wale wa kawaida na tv yake mm. pale mm -hmm. Kwa hiyo naweza kupata taarifa hapo mbali mbalimbali mm. na vitu kama hivyo, asiboreke asiboreke mm na kuwa -hmm. na yake na, na, na drawer kama hivi inapendeza namna hii, ndio. Baada ya hapo, tuende sasa, unipeleke VIP. Tumeshuka kwenye lift. Kwa hiyo hii inatumiwa na VIP peke yake yeah. kama ambapo tumetoka kuongea kuhusiana na Executive Health Department, mm -hmm. ambako mtu unakuja, kuna pakini yako mm -hmm. lakini kuna lift yako, kuna ngazi zako mm -hmm. kutani na mm -hmm gonjwa mm -hmm. wengine mm -hmm. Kwa hiyo ni vivyo hivyo tumeconsider hawa watu ambao ni high profile mm -hmm. au tunasema kwamba ni VIP mm -hmm. Lakini tumeweka kama hapa unaona lifti hii ina maana mm -hmm. Akija hapa atashuka hapa kwenye lifti na ataingia hapa moja kwa moja, moja kwa moja. Mm -hmm. Ambapo ni sehemu ambayo tumetenga mm -hmm. special kwa ajili ya watu kama hao wa mm -hmm. high profile, mm -hmm. ama tunasema ni Ah, VIP. VIP. Yes. Mm -hmm. Kwa hiyo wakija watakaa hapa hapa ndio waiting area, mm -hmm. kama mnavyopaona, mm -hmm. lakini pia huku tuna vyumba vya madaktari yeah. Huku ndani ndio chumba cha daktari ah, okay, ndio. mm -hmm. yeah. Sawasawa. Hapa ndio chumba cha daktari ah, ah, okay. Yes. Mm -hmm. Kwa kwa hiyo kama unavyoona sawasawa kuna <laughs> pia hali ya privacy. <laughs> eh, kama na kawaida, na na yeah. na, na, pia nimesema uh, tulipofika hapo hospitali tumekutana na young blood sana, mbali ya young blood ni fresh sana, kuwaona warembo ni madaktari. <laughs> <laughs> <laughs> Na warembo <laughs> wenyewe yeah. madaktari bingwa, uhali gani mami? Sa, nimefurahi kuona yes, yeah. Aha. Hey, Victoria, yes. Kwa hiyo ndo anakuja kwa kila kitu, atamalizia hapa ataonwa mm -hmm. Na daktari hapa, basi ataondoka. Sasa, Francisca yeah, yeah. Wale wa, wa VIP, ni matumaini yangu kwamba nimewatendea haki. Sa sa, <laughs> sa, sa, sa. Yeah. Uh, Victoria, nadhani maeneo yote muhimu Watanzania wameona uwekezaji ya yeah, kwa kweli maeneo yote muhimu naona tumeakaa uh, mm -hmm ni tunatamani Watanzania <laughs> yeah. waweze ku, kuona mm -hmm. na kuelewa uwekezaji huu mm -hmm ili waweze kufaidika pia na, na hizi huduma ya no, no, okay. Ni yeah. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Mm -hmm. yeah. eh. Lakini pia kikubwa zaidi mm -hmm. Uh, ni kusisitiza Watanzania kama ambavyo tumesema sisi uh, vision yetu ni kutransform healthcare mm -hmm. Lakini kutransform kwa vipi? Tunawasisitiza waje wafanye uh, body check up mm. Asante sana eh, jamani watu wa marketing wanaongea. <laughs> Naam, kushukuru sana Victoria Tarimo, yeah. Tarimo uh, kwa kutupitisha Ndiyo. Na kwa kweli ni matumaini yangu kwamba Watanzania wameona uwekezaji huu. Na mtazamaji wa TBC1 mtazamaji wa Wekeza Tanzania ni matumaini yangu kwamba umepita vilivyo. Uh, sisi Wekeza Tanzania tunawezeshwa na benki yako ya kizalendo ya Azania Bank uh, kupita katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji na katika sekta mbalimbali mbali, ili wewe uweze kushuhudia uwekezaji uh, unaofanyika hapa nchini faida zake, haijalishi ni uwekezaji wa umma au ni uwekezaji wa sekta binafsi. Sasa hivi tunazungumzia utalii tiba. Je, tumekuja Wekeza Tanzania kuangazia ni kwa kivipi sasa na sekta binafsi nayo uh, imewezeshwa au mazingira yake ni rafiki wao waweze kuwekeza uh, ili ile sera ya serikali ya uh, utalii tiba uh, tuweze kuiona kwa vitendo. Tushukuru sana benki yako ya kizalendo, tunazungumzia Azania Benki ambao ndio wanaowezesha wawekezaji mbalimbali kuwekeza pia katika sekta mbalimbali mbali, na ndio maana wanatuwezesha sisi uh, ili tukufikishe na kuonesha uwekezaji unavyoendelea. Mimi naitwa Vumilia Mwasha kama ilivyo ada kuletea Wekeza Tanzania ni kiongozo vilivyo na mwongozaji wakati wote wa Wekeza Tanzania, tunamzungumzia Neligwa Mugito, asante sana, tutaendelea sana kukutana saiti moja baada ya nyingine. Neligwa, leo kalipeleka sana kuputa mtazamaji, ngoja nipumzike kidogo <laughs> Wekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank.